Tunao wajibu wa dhati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfalme wa haki aliye na nguvu za kimamlaka za kupanga na kuamua yanayostahili kwa ajili ya kuchunga maslaha ya waja wake katika ulimwengu vumbuzi wa hakika wa kila kinachoonekana kwa macho na kilichojificha, anayesimamia kwa ufanisi wa kustaajabisha sana uratibu wa mienendo ya waja wake kwa namna inayozingatia uchunga wa maslaha yao katika anga la ulimwengu tunamshukuru na kumuhimidi Allah tabaraka wa taala. Kwa ukarimu wake ametukusanya hapa kwa fadhila kubwa na hisani, kwa ajili ya kuendeleza ile ile tabia yake Allah tabaraka wa taala ya kututakia kheri na kututakia thawabu. Vinginevyo leo kila mmoja pengine angelikuwa kwenye jambo jingine ambalo lisingeliweza kumpatia maslaha yoyote kwa upande wa Allah tabaraka wa taala. Nitambue kwa hishma na taadhima kubwa uwepo wa mashekhe zetu, viongozi wetu wa taasisi mbalimbali mbali za serikali na taasisi binafsi, na kila mtu aliyepata fursa ya kuhudhuria hapa kulingana na daraja alilompa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Leo kilichotukusanya hapa ni kushuhudia taswira njema ya kizazi kinachojengwa kwa kufuata taratibu anazoridhika nazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tumekusanyika hapa kwa malengo yale yale ya kuona namna watu wanavyojitahidi katika kutimiza mapenzi na matarajio ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye kupitia yeye ilishuka Qur'ani na itaishi Qur'ani milele mpaka siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoamua kuwarithi walioko katika ardhi na ardhi kwa pamoja, ili kutizama juhudi ya kila aliyepo hapa kwa lengo la kwenda kumlipa anachostahili siku ya Kiyama. Ninamwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya tukio hili tukufu, ajalie wote tuliokusanyika hapa tukafufuke kwenye kundi la wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya yanayofanywa leo na vijana wetu yanaashiria, yanaashiria taratibu njema ambazo zinajengwa na wazazi, kwa sababu wao ndio walio na dhamana ya kwanza katika usimamizi na uratibu wa maisha ya watoto wao. Yani leo hii ukimwona mtoto yuko kwenye taratibu njema, maana yake ni kwamba pamoja na taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini mzazi alisimama kwenye njia ambayo ni wajibu wake kusimama katika kuhakikisha mtoto wake anakuwa kwenye makuzi yaliyo mazuri yanayompendeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hii ndiyo taratibu, kwa sababu mshairi mmoja alipata kusema maneno mazuri ya hikma, alisema kumwambia mtoto wake alimwambia hivi alimwambia, ya bunaiya, ewe mwanangu kipenzi, undhur aina tadhau qadamak, tazama vizuri mahali unapoweka hatua zako. Yaani ukitembea mtoto wangu mpenzi, tizama pale unapokanyaga, uhakikishe ni pahali pazuri, hakuna mwiba, hakuna uchafu kwa sababu inna zamana zamanu fitani, hizi zama tulizonazo leo ni zama za fitna na matatizo makubwa. Kwa hiyo, unapaswa kutazama vizuri eneo unaloweka mguu wako wakati wa kutembea. Yule mtoto aliye na akili na maarifa mazuri alimjibu mzazi wake akimwambia, ya, ya abati, e kibaba changu kama alivyoitwa yeye Abu Naiya, kitoto changu kizuri, naye alimuita baba yake kwa lugha hiyo hiyo ya abati e, kitoto changu, e baba yangu mpenzi, kibaba changu. Akamwambia baba angu, undhur anta, tazama wewe baba mahali unapokanyaga. Usiniambie mimi, wewe ndio una wajibu na jukumu la kuhakikisha hatua yako unaiweka mahali pazuri, fainna ala kutaka nasiri, kwa sababu sisi watoto kwenye hatua zako baba ndipo tunapokanyaga pale. Unapotoa wa mguu wako wewe ndiyo mahali na sisi tunaweka wakwetu. Ikiwa ulikanyaga kwenye tope, maana yake na sisi tutakanyaga tope, tutachafuka. Ikiwa ulikanyaga mahali kuna miba utatuchoma na sisi tutapata madhara makubwa lakini ukikanyaga mahali palipo pazuri, na sisi tutakanyaga mahali pazuri. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Maana yake, kama kuna ulazima wa kutazama mienendo, basi wewe baba ndiyo mtu unayetakiwa au mama, kutazama mwenendo wako mzuri, kwa sababu sisi tunaishi kwa kukutazama wewe. Mwingine akasema Mashatausu yauman biikhtiyali, siku moja tausi alitembea kwa mwendo wa maringo na madaha. Faqallada shakla mashiyatihi banuhu, watoto wake wakaiga shekeli au mtindo wa mwendo wa mzazi wao. Wanamuona baba anakwenda umama, mama anakwenda akijirusha, na wao wako nyuma, wakaiga mtindo wa mwendo wa baba yao. baba alipogeuka akawaona watoto wake wanakwenda kwa kuringa, akawaambia: alama tahtalun, kwa nini mnajivuna, hamtembei kwa uzuri? Qalu, wakasema badata bihi, baba ulianza kutembea mwendo huu wa nahnu mukalliduha, na sisi sasa tunaufuata mwendo wako. Ikiwa hutaki tutembee namna hii, fakhalif sayrakal muhtala wa'dil badili mwendo wako wa kujivuna, utembee sawasawa. Inna in adalta muadiluhu. Kwa sababu sisi baba, tukikuona unatembea sawasawa sawa, na sisi tutatembea sawasawa. Atakuwa miongoni mwa watoto wako katika taratibu njema, kwa kutazama baba nini anafanya au mama nini anafanya. Kwa hiyo katika kuhakikisha tunajenga mitindo mizuri ya maisha ya watoto wetu, ni lazima sisi wazazi tutengeneze njia nzuri. Lazima kila familia iwe na mtindo wa maisha. Na mtindo ni upi? Mtindo ni mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alifundisha nyenendo nzuri, na ndiyo maana Leo hii tuko hapa kwa ajili yake, isingelikuwa yeye kwa takdiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo tusingelikuwa hapa. Nitamalizia maneno ya mwisho ili tusikae sana. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anahama Makka, baada ya kero kubwa, anaingia katika ardhi ya Madina, siku ya kwanza ile anakanyaga ardhi ya Madina alipokelewa na kundi kubwa la watu wengi ambao walikuwa na hamu na hamasa ya kumwona kwa mara ya kwanza. Sasa alipofika Mtume kwenye ardhi ile, watu mbalimbali mbali walitoka na zawadi zao, zawadi mbalimbali mbali, wakampelekea Mtume, aliye na mbuzi, aliye na pesa, aliye na dhahabu, aliye na fedha, kila mtu katika ardhi ile alimkimbilia mtume kumpa zawadi kama ishara ya mapenzi na kumkaribisha vizuri. Mwanamke mmoja anaitwa Humaisa Bintu Milhan, mwanamke mwema huyu, yeye alibaki mwisho baada ya watu wote. Alimwendea mtume akamwambia, ya ya rasulallah, lam yabqa rajulun wa lam mraatun illa waqad athafaka bituhfa wala ajidu ma udhifuka bihi ghaira bni hadha fakhudhuhu walyakhdimka ma tasha. Alimwambia, ya rasulallah, ewe mtume mkarimu mpenzi wa Mungu, watu wote kwenye ardhi hii ya Madina wamekuja hapa wakikukabidhi zawadi mbalimbali mbali, kama ishara ya mapenzi yao. Ama mimi Umaiswau, hakuna nilicho nacho kwenye maisha yangu ambacho naona kinastahili kuwa zawadi yako isipokuwa mtoto wangu huyu mdogo. Mchukue huyu akakutumikie unavyotaka, falyakhdim kama atasha, huyu mchukue akakutumikie. Mtume akatabasamu tabasamu la furaha, akamchukua kijana yule akamuunganisha kwenye kundi la watu wake wa ndani. Huyu Anaitwa Anas bnu Malik Anas bnu Malik akiwa na miaka kumi, mama yake anamchukua anamkabidhi mtume kama zawadi. Unafikiri nini alilenga mwanamke huyu? Mwanamke huyu aliona mimi nafania na, na, na sana kheri, lakini sina uwezo wa kumsimamia inavyopasa huyu mtoto, lakini nikimpa mtume huyu watapata ambacho wasingelikipata watoto wengine. Mtume akamchukua akaishi naye miaka kumi, na wallahi wote ni mashahidi hapa, Anas bin Malik anatoka kwenye mikono ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa mwanachuoni mkubwa wa masahaba, na dunia leo inamtaja kama miongoni mwa masahaba wakubwa waliopata kuisambaza elimu aliyoirithi kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam wa <tukatika> kwa hiyo juhudi kubwa katika kuwasimamia tuwapelekee, <tukatika> mashehe tuwapelekee maustadhi, watusaidie kutulelea watoto wetu, kuwajenga kwenye taratibu njema, kuwatengenezea maadili mazuri, kwa sababu humu watatoka viongozi zama hizo zinazokuja mbele. Sasa tukiwasuka vibaya hawa tutakuwa tumewatengenezea majanga watu wa kizazi kinachokuja, lakini tukiwasuka kwa namna inayompendeza Mungu wakakuwa kwenye maadili na hofu, hawa watakuwa viongozi wazuri na zama zao, watakaokuwa chini ya utawala wa wale watakaokuwa viongozi katika watoto hawa watakuwa wame, wame, wamekuwa kwenye kivuli kizuri cha rehma na huruma ya Mwenyezi Mungu. Watafaidi hisani ambao ni urithi mwema kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno yasiwe mengi, jua limeshakuwa kali, wakati wa dhuhuri umeshafika, mambo mengi yanatakiwa kuendelea. Kwa hiyo mimi niseme baada ya kuwasilisha haya, wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.